Katika ndoa mtu amemkuta wa mme wake ameshajenga nyumba na hiyo nyumba hajaikarabati, akaamua kuoa wa mke wa pili, na mke wa pili akafanya akafanyana maendeleo kuikarabati ile nyumba. Wanapotaka kuachana, ile nyumba inakuwa haki ya mume au wanagawana, kwa sababu mwanamke alishafanya naye kwenye ukarabati kuingiza nguvu yake pale. Amesema hivi uh huyu mume ameoa mke sieti, ndio hata tuseme hiyo wa kwanza au wa pili, ilimradi ni mke sieti, ndio. Amekuta nyumba ilishajengwa lakini hajakamilika. Ndiyo. Sawa, ndio. Sasa iko hivi, kama utaruhusu huyu uliyemuoa mkarabati naye pamoja, na akatambua kama hiyo nyumba ni ya familia, ile nyumba wewe umesharuhusu, umeridhia yule kujiatachi kwenye ile nyumba baadaye mwisho wake itakuwa ni nyumba ya familia ndio. Kama unataka siku moja huyu uliyemwoa asije akawa na haki kwenye ile nyumba ile e, ili iwe ni nyumba ya ile familia ambayo ameikuta, kwa sababu ni mali ambayo ameikuta, basi wewe usiruhusu mchango wake kuingia kwenye ile nyumba. Sawa sawa sawa, ndio nimekuelewa. E. Mm. ili baki bana, ah, hiyo nyumba nimekuta imeshachumbwa, lakini ukiruhusu na yeye nguvu yake Sawa, au umeishi naye kwenye ile nyumba mm, na akaamini ni ya familia mm, na wewe ukumwambia, hii yenyewe haipo, hiyo nyumba itabaki ya familia, manake umeridhia kumkaribisha kwenye ile nyumba ndio. Kwa hiyo kama hautaki siku moja awe na urithi pale, aisha akijua hapo hakuna kitu chake.